E bwana, kitu cha kuzingatia ni kwamba tunatakiwa tuwe na wifi then tuwe na browser yoyote. Unaenda kufunga browser yako kama ifuatavyo. Hivyo basi utaenda kutafuta kitu kimeitwa Leonardo AI. Leonardo AI hapo tay click, then itafunguka kama ifuatavyo Link ya kwanza kabisa. Hapo ukienda ku click itafunguka namna hiyo, ikikuletea kama hivyo, usiogope wala usihofu. Nenda katika sehemu ya ranch up click hapo, ki click kama hivyo itafunguka namna hiyo, itakuletea sign up or rolling with. Hapa kuna Apple, kuna Google, kuna Microsoft, kuna continue with email. Hapa utaenda kwenye Google, nadhani hapo kwenye Google account itaenda yenyewe, itaskani eh jumla jumla, juu kwa juu, itakuletea kama hivyo, eh itakonfirm. Baada hapo, utasema continue tunaendelea mbele kwa mbele, au sio? Namna hiyo itafunguka kama ilivyo hapo, utasubiri kama sekunde kadhaa. Baada ya hapo, itafunguka namna hiyo. Ikija kwa namna hii, maana yake tayari usha sign in. Hapa itakwambia to your username, utaandika username unaotumia, utaandika Window Max TV. Utaagree masharti yote na vigezo ni muhimu kusoma masharti na vigezo haya. Baada ya hapa, tambia let's go next, meisha hiyo. Haya sasa, baada ya hapa sasa utakuja kuseti. Kwanza kabisa utakuja hapa kwenye juu hapa, hii auto utakliki, utaweka off hapa hivi, hakikisha iko kwenye upande wa dynamic. Baada ya hapo kwenye ratio hii utakuja kwenye 16 ratio ya tisa, hapo utakuja kwenye medium then hapa utakuja kwenye 4. Sasa cha kuzingatia ni Kiingereza, unakuja hapa, utaandika kile unachokihitaji wewe, kama picha yako ionekane na mwonekano gani, background iweje. ko kwa kuwa mimi eh, ni mtaalamu wa mambo haya hivyo basi nimeandika hapo baadhi ya maneno yangu, nimeandika patikane katoto au kapicha ka mtoto mwenye miaka 12 eh mbili au amepanda jogoo na akiwa ametabasamu, t-shirt amevaa suruali eh, utakuja kuona sasa. Baada ya hapo, ukishaandika so kilo unachokihitaji wewe, utaenda kwenye generate, kulia kabisa pale juu utagonga generate, utaklik. Baada hapo kwa muda kadhaa itaroli itakuletea majibu ambayo unayataka wewe kwa kuzingatia vigezo na masharti kama kawaida. Inakwenda kufunguka kwa kuvumilia muda kidogo. Kama unavyoona, animation ndio kama hiyo hapo imekuja. Unaweza ukaklik hapo kwa kuona kwa ukubwa zaidi. Umeona, mimi niliandika kwamba awe amevaa tisheti jekundu bukta ya rangi hiwapo nywele hizo wapo, amepanda jogoo ko. Hizi picha zinatengenezwa kwa kutumia mfumo huo, hii ni AI. Sasa basi, nadhani mpaka hapa tutakuwa tumeelewana aina mambo mengi. Usisahau kusubscribe kushare na kucomment, cheki mambo hayo baada ya muda kadhaa hapo itatuletea mambo ambayo tunayataka sisi. Picha hizo hapo zimefunguka. Hii ndio picha ambayo nilikuwa nitaka mimi. Ukiklik okay, hapo ndio kama unavyoona hiyo hapo. Kwa hiyo asikudanganye mtu zile picha zinatengenezeka sana. Hivyo basi share, comment, subscribe.